Nilikuwa katika dunia, dunia ya starehe, marafiki, dhambi. Nilidhani maisha yalikuwa hivyo tu. Nilikuwa na kila kitu, pesa, simu nzuri, watu walikuwa karibu, lakini moyoni nilikuwa mtupu. Kicheko changu kilikuwa cha bandia, moyo wangu haukuwa furaha ya kweli. Kisha maisha yalinigeuka, ndugu yangu akafariki, nikafukuzwa kazi, na marafiki wote walinitupa. Nilijikuta nipo peke yangu, kimya kikubwa na giza moyoni. Usiku mmoja, nikakaa pekee kwenye chumba changu, macho yangu yakavuja nika machozi, nikasema kwa moyo wa unyenyekevu, e hey, Mola nisaidie, siko sawa. Siku hiyo ilikuwa mwanzo wa mabadiliko yangu. Nikaosha uso wangu kwa udhu, nikasali. Kwa mara ya kwanza, kwa moyo mkunjufu nilijihisi amani ambayo sikuwahi kuijua hapo kabla. Niliendelea kubadilika siku moja badala nyingine, swala baada ya swala, nilianza kushikamana na Qur'ani. Nikasikiliza mawaidha. Nikazoea kumtaja Allah kwa kila jambo. Watu wengi walinicheka, wengine walisema huyu hata yeye kaingia msikitini lakini sikujali. Nikamkumbatia mola wangu na yeye alinipa nguvu mpya. Leo hii ninasema kwa moyo wa shukrani, nimebadilika. Sio kwa ajili ya watu, bali kwa ajili ya nafsi yangu na mola wangu. Nimebadilika kwa ajili ya Akhira. Yes, kama ikiwa kuna mtu anasikiliza haya maneno sasa, basi fahamu kuwa hakuna aliyepotea sana kiasi cha kushindwa kurudi kwa mola wake mlezi.